Bio the, bio zavitama, nabi nabi kimi, hali si nzuri. Sasa kwa majalisi ya vyanzo vitano vinazalisha bwawa la Mindu na vyenyewe vimepungua sana maji, lakini imesababisha bwawa la Mindu kuathirika sana. Kwa kama ile mtu kwa ya angalau ya dwara ya kusaidia inaweza kuzalisha maji kwa kiwango chake. Changamoto kubwa iko kwenye vyanzo hivi vingine vya mlimani ambavyo tumeweka mitambo e, yetu. Vyanzo vya mlimani chambo ambacho ni kikubwa kinatoa lita milioni nane kwa siku cha habamabogo, sasa kinatoa lita milioni mbili nukta tano chambo kingine ambacho huwa tunatumia kuza- kupeleka maji kwenye maeneo kiacangani, maeneo mengi ya kibonda kwakutumia njia ya peleleko, huwa tunapata kae lita milioni nne mpaka nane kwa siku, ja sasa hivi tumekoba kabisa, lakini vyanzo vingine avituri e, Kigwe ambao vinalisha Bigwa, vinalisha Kiewila, vinalisha maeneo yakola vimeathirika sana. Kwa hiyo maeneo hayo hayapati huduma ya uhakika kama ilivyokuwa awali, kwa sababu vyanzo vyetu vimekauka sana. Tukapita mheshimiwa anakufanya tathmini, tukaona kwa kweli yapo mambo mawili ya a vyanzo vyetu. Jambo la kwanza ni kiangazi chenyewe mvua za vuli kuchelewa kwanza, lakini jambo la pili ni uharibifu mkubwa wa mazingira ambao unafanywa kwenye maeneo yetu ya vyanzo. Kwa sasa hivi uzalishaji wa maji kwenye vyanzo vya maji sasa, tuna tuna vyanzo, tuna maji yale yana, kwanza tuna tuna kiangazi kilichokuwa kirefu tunasema prolonged drought. kimezidi sana lakini la pili ni ile kupungua maji kwenye vyanzo vya maji sasa. Eh, hili inabidi tulizungumze. Tuli moja, kiangazi wote tunakiona, mvua ambazo kwa kawaida zingekuwa zimeingia mwanzoni wa mwezi Novemba, eh, sasa tuna wiki ya nne hatujaiona na wajibu wetu ni kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu hiyo mvua ije, e, ili iweze ku, ku, kupoza makali ya, ya kiangazi hiki kilichokuwepo. Lakini la ila pili ni ili la vyanzo vya maji, vyanzo vya maji ya vilimani, kwa kawaida tunapata maji lita milioni ishirini kwa siku kutoka kwenye vyanzo vya maji ya milimani lita milioni ishirini kwa siku kutoka kwenye vyanzo vya milimani, leo imepimwa tunapata lita milioni tano. Maana yake nini? Kwamba katika zile lita milioni tano, katika zile lita milioni ishirini asilimia sabini na tano ya maji ambayo yangeingia ndani ya mfumo wa maji yanayohitajika Morogoro na yakasambazwa hayapatikani. Lakini kiangazi kinapokuwa kikali, kinaenda kukumbusheni na mambo mengine. Sasa ukali wa kiangazi hiki cha sasa hivi kinatukumbusha kwamba kwa sababu ya jambo la ziada au jambo la nyongeza la uharibifu wa mazingira, sasa kiangazi kimekuwa kikali zaidi. Maanake uongo mkiangazi kipo lakini bado mito itatiririsha maji hata vitoni. Kwa nini? kama kule juu tungekuwa tumehifadhi mazingira vizuri zaidi. Sasa hili jambo lazima tuambizane, kwa sababu tumekuwa tukilisemea, alafu e, watu wanaona mkuu wa mkoa e, anakuwa mkali au sijui, yaani watu wanasema maneno yao. Sasa ni mwisho yake ndio haya watu wana- wanananii tu wanakata tu miti uh, regardless. Na juu jana, pale wakati tunazungumza tumekaa tunaangalia mlimani, bado watu wanachoma wanachoma miti wanachoma misitu. Sasa hii ni jambo la hatari sana. tuna, tuna, tuna watu huko juu, kadri tunavyowaambia hawatuelewi. Ile miti ambayo kila siku inakwenda kupungua sasa inaenda kutengeneza milima ya vipara, milima ya vipara. Moja, inapunguza mvua, lakini mbili, mvua yenyewe ikija inakuja na mafuriko. Kwanza inapunguza mvua, lakini pale inapokuja hiyo mvua yenyewe inakuja na mafuriko, kwa sababu haina kitu chochote cha kuzuia ile soil erosion na nini na flooding, muddy waters zinazokuja huko juu. Morogoro hapa bwana kuna changamoto ya maji jisi babu mimi nafanya nimeamua nifanyeje nijiajili mwenyewe kupambana na maji kutafuta hii nisaidie watu hapo kwa sababu nakuta maji natoa mbali sana watu nawauzia maji dumu moja mia tano kama maji anataka madumu mengi sana kama vipi akinanii akitaka tumpunguze tumpunguze tumuuzia dumu tatu elfu moja kwao nakuta